Aidha, ndugu Hussein Mfaume Ally miaka 35 mkazi wa wilaya ya Newala mkoa wa Mtwara anashikiliwa uh, na, na jeshi la polisi mkoa wetu wa Mtwara kwa tuhuma za mauaji pia ya Bushiri Rashid Katambo mwenye umri wa miaka 78 b 8 mtuhumiwa alitekeleza kitendo hicho cha mauaji tarehe Machi 25 Machi 25 25 akiwa nyumbani kwa marehemu kwa kumpiga na kitu butu kichwani na kumsababishia majeraha yaliyopelekea uh, kifo chake huyo marehemu, kisha kuchukua mwili wa marehemu na kuutumbukiza katika kisima cha maji ambacho kipo katika nyumba aliyokuwa akiishi marehemu mm. Nipenda kutoa wito ama kutoa lai kwa wananchi, hususan katika mkoa wa Mtwara, jeshi la polisi kwamba kama tulivyoona hapa, yametokea mauaji ni e, kwamba kama kuna changamoto za aina yote e, inapaswa hawa e, wananchi waweze kuchukua hatua za kutatua migogoro waliokuwa nayo katika jamii e, bila kuleta athari ya kuleta madhara kwa kwa mtu mwingine na kusababisha mauaji na, na, na. Na hii ndio habari njema zaidi kutoka Mchezo Super. Je, upo tayari kushinda milioni kumi leo, hey! leo